Juu safi. Safi lakini, tukushukuru pia mheshimiwa mbunge kwa kufika katika kijiji chetu, na nikukaribishe sana sana sana. Bila kuchukua muda, nikukaribishe, lakini niwaambie wana kijiji kwamba na wananchi wa kata yetu ya Monduli juu kwamba, kiukweli, mheshimiwa mbunge ni mbunge sikutegemea nilipomwita kuja kwenye harambee kwa darasa moja kule Rosoito, sikutegemea kwamba atafika, lakini alifika na alitunga mkono sana. Lakini leo hii pia amejiunga nasi kuwapokea wafadhili wetu na tukukaribisha sana eh. Tuna watoto wanaenda private na tuna watoto wanaenda uh, public school kwa hiyo sasa mpaka sasa hivi nafikiri mwaka kesho tunafikisha karibia watoto mia tano uh, ile ile shirika nimeenda ni, naye pamoja na mwenyekiti wa kijiji chetu kijiji ya Mwerete uh, na kijiji ya Nguiki na baba yetu uh, mheshimiwa diwani tumeenda wote pamoja na wamepokea kweli kweli. Kwa hiyo hawa wageni sasa wamekuja tu kuona kwa kwamba nini kinaendelea. Kwa hiyo sasa watoto wote so hawana wafadhili tayari, tunaye watoto mia nne na themanini ambayo tayari wana wafadhili, wako Mwanza, wako uh, Katafi, wako Dodoma, wako Dar es Salaam, wako Moshi, wako kila mahali. Uh, lengo letu ni kuwasaidia tu wasome wasije uh, tukaingia yale malengo yetu ya Kimasai waoleo wakiwa wadogo. Kwa hiyo hawa wote uliowaona leo ni wao ambaye ndio tunataka mwaka kesho wote waende shule, lakini ujue kwamba ujio wako kuja hapa ni, ni mwema, ni Mungu amepanga na tunakuombea sana, maana yake ni kiongozi wetu, wewe ndio baba yetu sasa kwa hiyo tunakuomba utuangalie ili hii isi, isi, maendeleo isirudi isi, maanake uh, ah, watoto eh, wanaangalia nani atasaidia. Lakini sasa Mungu amekubariki ufike hapa, naomba tumpigie mbunge <laughs> mkono. Yaani leo ujio wako nafikiri ndio mwisho, utakuwa unakuja kila wakati <laughs> kwa hiyo utaendelea kuja kwenye hiki kwenye hiki kata yetu yote na unaona kwamba watu, watu wako wanakupenda wewe, ni mpenzi wao kabisa. Nikushukuru, nikushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo umefanya kwa watoto wetu. Nilikuwa nasema kwa Trisha na Brenda kwamba tumeelezea tunafahamu jamii yetu ya maa ilipotoka. Tunafahamu historia yetu, na ile ni historia, na kwenye historia umuhukumu mtu. Tuliwakuta wazazi wetu wanaangaika na mifugo, wanaangaika na ardhi ambayo hawana makaratasi nayo, kwa hiyo wazee wetu wakaamini wakati mwanaume anakwenda kule kuangalia ardhi nzuri na maji yanapatikana wapi, basi tuhakikishe mama anakaa nyumbani kuangalia watoto na kuangalia na kukamua ng'ombe. Kwa hiyo ile ni historia yetu na wala hatumlaumu mtu na wala hatulalamiki, lakini dunia inavyobadilika, lazima na sisi tujifunze kubadilika dunia inavyobadilika lazima sisi tujifunze kubadilika. Ardhi yetu ile ambayo tulikuwa tunaitegemea miaka yote kwamba itatuhifadhi itatuhifadhi kwa ajili ya mifugo, itatuhifadhi kwa sisi binadamu, lakini pia kwa ajili ya shughuli zingine nyingi sana, ardhi yetu ile inazidi kuwa finyu. Kuna hoja kubwa, mabadiliko ya tabia nchi, kwa sehemu kubwa kumekuwa na changamoto ya malisho kwa mambo ya maji ni changamoto sana. Ardhi binadamu wanazidi kuongezeka, kwa hiyo lazima, lazima sisi kama jamii ya Kimaasai, kila kila mmoja wetu awe mtoto wa kiume awe mtoto wa kiume